Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy. E, katika video hii tutaangalia somo la hisabati darasa la saba ambapo tutaendelea na ile mada ambayo inaitwa kanuni ya Pythagoras. Ambapo tutaangalia kile kipengele ambacho kinaitwa kanuni ya Pythagoras. E, kanuni ya Pythagoras hutumika kutafuta urefu wa pande za pembe tatu mraba tu. Haitumiki kutafuta E, urefu wa pande za pembe tatu nyingine mm. Inatumika kutafuta urefu wa pembe tatu mraba peke yake. Kuna aina mbalimbali za pembe tatu e, zipo nyingi, lakini yenyewe inatumika kwa upande wa pembe tatu mraba peke yake e, kanuni hii inaeleza kuwa kipeo cha pili cha kiegema ni sawasawa na jumla ya vipeo vya pili vya kitako na, kipe, na kimo mm. E, yaani kwa mfano, ukiona pembe tatu mraba ya namna hii hapa, ni kwamba hapa ni kimo, hapa ni kitako, hapa ni kiegema. E, sasa unasema kwamba ukichukua huu urefu wa kiegema, ukautafutia kipeo cha pili ni sawasawa na kuchukua urefu huu hapa, utafutie kipeo cha pili alafu ujumlishe na, na hapo patafutie kipeo cha pili ujumlishe. Yani hapa tafuta kipeo cha pili na hapo ujumlishe e, namba utakayopata ni sawasawa na ya hapa ya kiegema, kipeo cha pili chake e, kwa kutumia pembe tatu mraba yenye urefu wa kitako A ambayo ndo hii eh. kitaku tuseme urefu wake ni a, urefu wa kimo tuseme ni b, na urefu wa kiegema tuseme ni C. Kanuni ya Pythagoras unaweza kuiandika kwa ufupi namna hii mm, kama una pembe tatu ya namna hiyo, ni kwamba ni a kipeo cha pili ujumlishe b kipeo cha pili ni sawasawa na C kipeo cha pili mm. Eh, kwamba hapo ukitaftia kipeo cha pili na hapa kipeo cha pili ni sawasawa na ukijumulisha ni sasana hapa kupatafikia kipeo cha pili. E, sasa tuangalie namna ya kuweza kuhakiki kanuni ya Pythagoras. Eh, ili kuweza kuhakiki kanuni ya Pythagoras mojawapo ya njia za kuthibitisha kanuni ya Pythagoras ni kutumia e, ni kutumia eneo la miraba inayotengenezwa na pande za pembe tatu mraba Kanuni ya Pythagoras inaweza, kuthi, inaweza kuthibitishwa kwa kuhesabu miraba midogo midogo kwa kila mraba uliotengenezwa na kitako na kimo pamoja na kiegema. Mfano e, hapa kwa kutumia, kutumia pembe tatu mraba yenye kitako cha sentimita nne kimo cha sentimita tatu na kiegema cha sentimita tano unaweza ukafuata hatua zifuatazo kuhakiki kanuni ya Pythagoras eh, hatua ya kwanza unachora pembe tatu mraba yenye kitako cha sentimita 4, kimo cha sentimita tatu na kiegema cha sentimita tano. Unaichora kwanza e, ukisha chora, unatengeneza miraba midogo midogo inayotokana na kitako cha sentimita 4 eh, unachora hapo mraba, tengeneza miraba midogo midogo e, kutoka kwenye, unatengeneza mraba hapa, maanake ni miraba yenye sentimita moja moja hapa, kwenye kwa upande huu wa kitako e, mpaka sentimita 4, maanake tumiraba tudogo tudogo tunne hapa e, kumbuka ule, u, mraba ni na, u, na urefu wa hapa unakuwa unalingana na hapa, kwa hiyo una hapa unaenda sentimita 4, kwa hiyo hapa ni tumiraba tudogo tudogo tunne e, na hapa kwa juu pia na hapa pia kuna tumiraba tunne, kwa hiyo unachora mraba hapa e, tu, ambao ndani yake kuna tumiraba tudogo tudogo twenye sentimita moja moja, ambazo zinafika sentimita 4 na hapa pia unachora hapa e, kwa upande wa kimo kuna sentimita e, tatu, kwa hiyo na hapa unachora tumiraba tutatu twenye sentimita moja moja. Eh, hapa sasa unachora mitatu na hapa pia tumiraba tutatu, kwa hiyo unachora umbo la mraba hapa pia eh, wenye e, tumiraba tudogo tudogo tudogo tunye sentimita moja moja, kufikisha sentimita tatu. Mm. Kwa hiyo unachora mraba wa namna hiyo, na hapa pia, hapa kuna sentimita tano kwa upande wa kiegema, unatengeneza mraba wenye sentimita tano kwa ukubwa sentimita tano na ukubwa sentimita tano, lakini ndani yake kuna tumiraba tudogo tudogo tuwenye sentimita moja moja, mm. kutengeneza sentimita tano. Ukimaliza, unahesabu idadi ya mi, mi, t tu miraba tudogo tudogo miraba midogo midogo inayotokana na kitako cha sentimita tatu e, e, inayotokana na kitako cha sentimita nne na kimo cha sentimita tatu e, unajumlisha, unaangalia, unapata mingapi? Ukichukua miraba inapatikana kwenye kitako hapa, cha sentimita nne, kuna miraba moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, kuna nne, kuna tano, kuna sita una miraba midogo midogo mingapi? kumi na sita, kwani sentimita kumi na sita eh ipo ina, ina kumi na sita. Lakini vilevile na hapa e, unahesabu ipo miraba midogo mingapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Una miraba midogo midogo tisa, kwa ukijumlisha eh, unajumlisha hapa kwa upande wa kimo na kwa upande wa kitako ujumlisho, utapata kwa jumlisha na kumi na sita kuchukua ukijumlisha miraba midogo midogo ya kitako na miraba midogo midogo ya, ya kimo hapa kwa upande wa kitako tumepata miraba kumi na sita. Hapa kwa upande wa kimo tumepata miraba tisa, ukijumlisha unapata ishirini na tano, e, unapata ishirini na tano halafu vilevile sasa kimaliza hapo unahesabu miraba midogo midogo iliyopatikana hapa kwa upande wa kiegema, kwa upande wa mraba uliotengenezwa na kiegema, ukihesabu utapata moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi kumi na moja kumi na mbili kumi na tatu kumi na nne kumi na tano kumi na sita kumi na saba kumi na nane kumi na tisa ishirini ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ishirini na nne ishirini na tano unapata 25. Kwa hivyo kinachofuata unalinganisha, unaangalia. Hapa jumla ya miraba midogo midogo iliyotengenezwa na mra, miraba iliyotengenezwa na kitako pamoja na kimo tulipata miraba jumla ishirini na tano, lakini vile vile na hapa kwenye kiegema tumepata ishirini na tano. Kwa hiyo hiyo kanuni iko sahihi e, kanuni ya Pythagoras ambayo inasema kwamba ukichukua E, urefu hapo utafutia kipeo cha pili na urefu hapo ka utafutia kipeo cha pili ukajumlisha, unapata urefu wa kiegema ukatafutia kipeo cha pili kiegema utafutia kipeo cha pili hmm, ni sawa sawa na urefu wa hapa utafutia kipeo cha pili cha pili, cha pili ujumlisha. E, kwa hiyo kanuni ya Pythagoras inasema kuwa Idadi ya miraba midogo midogo upande wa kitako ambayo ni eneo la mraba upande wa kitako ujumlishe na idadi ya miraba midogo midogo upande wa kimo yani eneo la mraba upande wa kimo ni sawa sawa na idadi ya miraba midogo midogo upande wa kiegema yani eneo la mraba upande wa kiegema. Kwa hiyo eh, ambapo tulipata kwamba tulipata kumi tulipata na sita kwa upande wa idadi ya miraba midogo midogo upande wa kitako, yani eneo la mraba upande wa kitako tulikuwa tumepata kumi na sita. Alafu hapa idadi ya miraba midogo midogo upande wa kimo, yani ambayo ni sawasawa na eneo la mraba upande wa kimo ni tisa, tisa. Hmm. Tukijumlisha tunapata ishirini na tano Mm. E, lakini ukiangalia hapa hii kumi na sita hii ukita, ukitafutia kipeo cha pili ukinani, kipeo chake cha pili ni cha kumi na sita, kipeo cha pili cha kumi na sita ni nne kipeo cha pili ukiweka, kwenye mfumo wa vipeo vya pili hii kumi na sita itakuwa ni sawasawa na nne kipeo cha pili na hii tisa hii ni sawasawa na tatu kipeo cha pili e, na hii ishirini na tano ni sawasawa na tano kipeo cha pili mm. Kwa hiyo kumi na sita kujumlisha tisa ni sawasawa na ishirini na tano inaweza kuandikwa kwamba nne kipeo cha pili ujumlishe tatu kipeo cha pili ni sawasawa na tano kipeo cha pili. Wakati nne ni kitako, tatu ilikuwa ni kimo na tano ni kiegema. Iwapo kitako ni a, kimo ni b na kiegema ni c, kwa hiyo utapata kwamba a kipeo cha pili hujumlisha b kipeo cha pili ni sawasawa na c kipeo cha pili. Kwa hiyo a kipeo cha pili hujumlisha b kipeo cha pili ni sasawa na C si kipeo cha pili ambayo ni kanuni ya Pythagoras. Kwa hiyo kanuni ya Pythagoras tumeweza kuihakiki kwamba iko sahihi. Hii kanuni ya Pythagoras iko sahihi. Unaweza kuihakiki kwa, kwa namna hiyo kwa kuchora miraba. Eh, kwa kuchora miraba. Eh, miraba mikubwa yenye miraba midogo midogo kwenye e, kila upande wa pembe tatu mraba. Yaani kwenye kitako nachole hapo mraba. E, kwa upande wa kimo unachora hapo mraba na kwa upande wa kiegema unachora mraba. Halafu huo mraba una kuutenga tumiraba tudogo tudogo twenye sentimita moja moja e, unaweza ukaipitisha kanuni ya Pythagoras e, kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii, kwa leo tunaishia hapo e, Ninakuomba usahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Francademy, ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.